Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene anasema kwamba bado serikali ya nchi hiyo itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama, na amewataka raia kutokuwa na hofu na vyombo vya usalama. Ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo e, jeshi la polisi na ulinzi uko siku zote, ila huwa unaongezeka kulingana na ma mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki mwisho mwisho wa mwisho, mwaka huu tumeimarisha ulinzi kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huwa kidogo kuna matukio matukio mengi. Hali hii itaendelea na wananchi wawe huru kufanya shughuli zao, lakini na, na wakati wa jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya tutapita salama, naamini Mapema siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa taifa hilo Mwigulu Nchemba alikuwa amewataka watu kusalia nyumbani ikiwa hawana ulazima wa kutoka. Hapo jana wakati taifa hilo lilikuwa linasherehekea siku ya uhuru, lakini sasa, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, leo hii Watanzania wanaruhusiwa kutoka na kuendelea na majukumu yao kama kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida mm. Eh, leo sindo tumesherehekea bwana. Leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani sasa. Eh, na wengine wanatoka wanatembeana. Kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huku, na mimi naendelea na shughuli zangu nam. Kauli hizo za waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene alizitoa hapo jana. Kwa kweli hali ya haki za binadamu hapa Afrika ni ya kutia wasiwasi kiasi, kwa kuwa ukiangalia bara hili kutoka kusini kwenda kaskazini na mashariki na magharibi, kote unaona kuna changamoto ambazo zinazatokana na kukuwepo kwa hali ya, ya vita katika nchi kadhaa ikiwemo uh, Sudan, ikiwemo nchi za Sahel, Mali, Burkina Faso na zinginezo ambapo pia kuna hali ya, ya, ya wanajeshi kuchukua mamlaka na kupindua serikali ambazo ni, ni, ni za kiraia, na hizo hali ni, ni hali za ambazo zinaleta zina wasiwasi kiasi. Nadhani pia kuna hali zingine, wanajua haki za binadam: kuna haki za kisiasa, haki za kiuchumi, aa, haki za kitamaduni, um, haki za kisiasa kweli na shida kubwa Seif Magango, kama ulivyogusia hapo, mataifa mengi barani Afrika yamekuwa na hiyo migogoro ya masuala ya haki za kibinadamu, na amekuwa akinyoshewa kidole na kukum, kuna ambayo amekuwa akikumbana na vikwazo kwa vitendo hivyo, lakini havikomi. Unadhani kwa nini ni serikali kutotii haki za binadamu? Serikali zote duniani zimeweka zime, zime, sahihi um, haki za kibinadamu. Kuna azimio za kimataifa za haki za binadamu um, mojawapo ambayo tunaadhimisha azimio la kitaifa la haki za binadamu UDHR, lakini walipotia sahihi, serikali kadhaa huwa hazitii. Tukiwaambia kama sisi ofisi ya umoja mataifa ya haki za binadamu kwamba mliweka sahihi, hii ni kataba kuhakikisha kwamba watu wana haki zao na pia mnazilinda, na kulinda maisha yao, kulinda mali zao, kuwapa maji safi ku mambo mengi wanasahau majukumu yao, na ndiyo maana leo hii kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu um, Volker Turk ameamua kauli mbiu ya, ya siku hii iwe haki za binadamu msingi wa kila siku, kukumbusha watu ambao haki ni za kwao lazima wazilinde na pia waelewe kwamba haki hizo zinapatikana na waweke wa, wa, wa, wa, usisitize kwamba serikali zao zitii hizo haki, na serikali pia zijitolee zifanye kama zipasavyo, zitii haki za binadamu za kila mtu. Uh, unadhani unavyosema kwamba wakumbushwe, unadhani hizi serikali zimesahau kabisa ama hazifahamu kuhusiana na masuala haya ya haki za kibinadamu? Lakini jambo la pili, wananchi wenyewe unadhani wanapa kukimbilia pale wanapoona haki zao zimekiukwa? Serikali sio kwamba zinasahau kusahau, ili huwa wana na wanasahau kwamba wao ni watumwa na wafanyikazi wa wananchi ni muhimu kwamba wanasiasa duniani kote na pia Afrika hapa kuelewa kwamba wapo ofisini wafanyia kazi wananchi. Utaniambia kama ni sahihi ama si sahihi, kumekwepo kuna taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa, lakini wanaharakati mmekuwa mkinyoshwa vidole na serikali nyingi mara zote, mkionekana kwamba mmekuwa mkivuka uh, uh, mipaka kwa kisingizio cha masuala ya haki za kibinadamu. Je, hili lina ukweli kiasi gani, na ndio maana wanaharakati wengi huingia mikononi mwa serikali zoko madarakani, wengine kuishia hata kufungwa. Hapana, hapana, sababu kwa nini wanafungwa ni sababu za kisiasa, serikali zikitaka kuwa na mamlaka zaidi na kuonyesha kwamba zina nguvu. Wanaharakati pia ni, waka, ni, ni wananchi wa hizo nchi na wana haki kujieleza na wana, wanachosema sio kitu ambacho wanakibuni wao wenyewe. Ni sheria ambazo nchi zao zimekubali zitafuata, na wanaposhindwa kufuata hizo sheria, ndio wanaharakati wanasema kumbukeni, mlicho hapa kukifanya mlipopata mulipo mamlaka, sababu za kukandamiza watu. Sio wanaokandamizwa ndio wanaleta ukandamizaji huo, ni wakandamizaji ambao ni serikali ambazo zinaamua kutumia nguvu kuzidi kiasi ambazo zinataka kuendeleza Um, sera fulani ambazo zinaenda sambamba na matakwa ya, ya wananchi na utakubaliana um, na, na mimi uh, pale utakubaliana na mimi pale serikali inaposema kwamba kuwe na uhuru, lakini uhuru wenye mipaka hata kwenye uh, kwenye kanuni za za Umoja wa Mataifa za haki za binadamu kuna mipaka ambayo inaweka, mtu ana haki lakini o haki lazima atii haki zao wengine. So tunaposema watu wa, wana haki zao na pia zilindwe, hatusemi waende waanze kubomoa vitu waanze kuchoma manyumba ze kuharibia watu mali, kila mtu afanye awezavyo kuhakikisha kwamba anachokifanya chochote kile kiko sambamba na haki za binadamu za kwake na pia kutii haki za wengine. Serikali kazi yake ni kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa amani na anaishi kwa haki katika jamii yote ile ambapo yupo. Naam, kwa kumaliza tu, Seif Magango kwenye mkutano wa hamsini na nane wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu mwaka huu, turejee hapo kule Jeneva Uswizi, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk, na umemgusia pia hapo awali, alizungumzia hali ya kuzorota lakini pia kutokueleweka ya haki za binadamu kote duniani. Anasema pia bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kudhoofika kwa makubaliano ya kimataifa kuhusu haki hizi za binadamu, lakini hili bado linaendelea. Kwa kumaliza tu, unadhani nini kifanyike? Sisi kama umoja wa Mataifa, ofisi haki ya haki bina, za binadamu, na pia wanaharakati na serikali, sote tushikamane, tufanye kazi kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaeleweka ipasavyo, watu wajue haki zao serikali zijue mbinu na namna ya kuhakikisha kwamba haki zinatiiwa, na watu wajue kwamba haki za binadamu sio tu kanuni zenye zimeandikwa mahali ama makubaliano, ni maisha ya kila siku. mtu asipokuwa na chakula asipokuwa na maji safi, watoto wake wasipoweza kuenda shule, asi, asipoweza kupata mahali pa kulala ambapo ni pazuri, tukitii haki za binadamu tulivyokubaliana kama mataifa na, wa, na watu sote duniani mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano, haya yote mazuri yatakuja, yanaweza tokea katika hali ya haki za kibinadamu kuwa zinaheshimika, mm. upatikanaji wa maji safi ya kunywa nchini Tanzania bado ni changamoto kubwa kwa mamilioni ya watu, tatizo linalosababisha kuenea kwa magonjwa hasa ya tumbo. Sasa, kwa mujibu wa Benki ya Dunia, takriban asilimia kumi na mbili ya vifo vinavyotokea vinahusishwa na masuala ya usafi na mazingira. Kutokana na changamoto hiyo, mwanasayansi mmoja nchini humo amekuja na nanofilter. Hii ni teknolojia inayogeuza maji hata yenye tope na kuwa masafi na salama kwa ajili ya kunywa. Mwandishi wetu Yusuf Mazimu alisafiri hadi Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kujionea jinsi ubunifu huo unaobadilisha maisha ya watu. Mito, mifereji na chemchemu ni vyanzo vikubwa vya, vya maji kwa familia nyingi nchini Tanzania, lakini hatari kwa magonjwa. Mi nimezaliwa nimeyakuta, na waliokunywa walikuwa wanakunywa na wanakunywa na hawajawahi kuzurika, kwa hiyo nami nimekuwa nikajua chemchemu, na mi nikawa natumia nikawa natumia nakunywa na wenzangu wakawa wanakunywa na majirani wote tunakunywa Benki ya Dunia inahusisha asilimia kumi na mbili ya vifo nchini humo na maji yasiyo salama. Mkoani Arusha, Profesa Askwari Hilonga, mbunifu na mtafiti wa kisayansi amekuja na suluhisho: ni nano filta, kifaa kinachochuja maji machafu kuwa masafi na salama kwa kunywa. nilihangaika sana na magonjwa ya tumbo nikiwa mtoto na eh, katika kijiji cha Gongali kule Karatu, Arusha nilikuwa na tamani kama kungekuwa na mtu ana namna ya kutupatia maji safi na salama. Ndipo nilipoenda PhD Korea Kusini, nikaona kuna material haya yanaitwa nano materials, nikaona ni material mazuri kabisa kuondolea uchafu wa maji, nikasema ngoja niwekeze katika hili ili nilitatue tatizo hili. Nano filter imeidhinishwa na shirika la afya duniani na ni mara nne nafuu zaidi kuliko vyanzo vingine vya maji safi nchini Tanzania tangu kuanzishwa kwa nano filta mwaka 2014 zaidi ya mifumo 2500 imekwisha wafikia zaidi ya nusu milioni ya watu nchini Tanzania, na matokeo yake kuhusu magonjwa ya tumbo yanaonekana. Nimetumia maji kwa zaidi ya miaka kumi na kwa kipindi chote hicho, uh, sijapata matatizo ya magonjwa ya matumbo kwangu na kwa familia yangu. Maji haya ni salama zaidi ya maji safi Nanofilta inaboresha afya ya familia kuongeza kipato na kuboresha elimu. Mabadiliko ambayo tumeyapata tangia tumeanza kuwa na Nanofilters, kwanza kabisa ni utoro wa wanafunzi umepungua kwa asilimia 14. pia magonjwa ambayo yanasababishwa na maji yasiokuwa na safi na salama yamepungua pia, na ufaulu darasani kwa wanafunzi umeongezeka kwa asilimia 15. Tangu nimeanzisha hii biashara, imenisaidia kuongeza kipato changu mara kwanza, nilikuwa inapata laki moja na nusu, sasa hivi na uwezo wa kuingiza hadi milioni tatu kwa mwezi, ambayo inaweza kuniwezesha kulipa kodi ya nyumba, kulipa wafanyakazi na ingine inayobaki kama kipato changu kimeongezeka. Kuna zaidi ya vituo mia moja vya kuuza maji ya nanofilter katika nchi za Tanzania, Zambia na Kenya. Uwepo wa vituo hivi vya maji unapunguza matumizi ya chupa za plastiki zaidi ya milioni nne kwa mwaka kwa hivyo ubunifu huu si tu kwamba unasaidia kulinda afya lakini pia unalinda mazingira na kuongeza ajira. Kwa sasa teknolojia hii inazidi kuenea na Profesa Hilonga ana ndoto kubwa zaidi. Na ni matamanio yangu kwamba filta hii itumike kwa shule elfu ishirini na tisa za Tanzania, shule za serikali. Nataka watoto hao wote wapate maji safi na salama lakini pia kuna nchi za jirani kama Kenya, eh, Uganda, Zambia, Ethiopia, nao wana changamoto zinafanana na hizi kwetu. Kwa hiyo nataka kuzifikia pia hizo nchi na, na nchi zinginezo. Ikiwa hizi ndiyo ndoto za Profesa Hilonga, na serikali ya Tanzania yenyewe inakuja na gridi ya maji ya taifa, lengo lake ni kuongeza upatikanaji wa maji nchini kote. Lakini swali kubwa hapa, je, yeah, kila tone la maji litaendelea kuwa salama? Yusuf Mazimu, BBC Arusha. Makala hii imetengenezwa kwa ufadhili wa taasisi ya Bill na Melinda Gates.